tutakuwa tuko na jamvi la Ramadhani kwamba itakuwa tunatoa durusi mbalimbali mbali. Na leo hii e, tunataka tuanzishe kitabu ambacho kwamba kinaenda kwa jina la As-siyamu Swalihiin, kufunga kwa watu waliokuwa wema. As-siyamu Swalihiin bimana kuna mtu ambaye ni kawaida yake kufunga, anaye anafunga Ramadhani, anafunga eh, sunna mbalimbali. Yeye amejizoesha, yeye ni kawaida yake kufunga. Lakini pia kuna yule amekwamba hafungi au ni mtu amekwamba hajishughulishi sana na ibada, lakini ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu huyu huacha mambo mengi na akarudi kwa mola wake na akaanza kufunga kitendo kile huwa kinapelekea yeye kuitwa ni miongoni mwa watu wema ambao kwamba wamejitambua na kurudi kwa Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuanza kutekeleza ibada. Ndugu zangu Waislamu, tushaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kitu cha kwanza sisi ambacho kwamba inafaa tufanye ni kitu gani? Baada sisi mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia na tumefaradhishiwa sisi kufunga tuwafaa kufanya nini? Jambo la kwanza ni kufurahia, kwamba natupeane bishara na kupongezana kwamba tumeuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tutasema, tukasema, alwaqfatu lula, alwaqfatu lula. Jambo al la kwanza la kufanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufurahia, Ramadhani imekufikia akasema mwenye kitabu hiki kwamba alfarhu biramadana ni kufurahia kwa kuingiwa na mwezi mtukufu wa Ramadani. Na akaichukua amri hii ya kufurahi kwa jambo zuri, kwa jambo ambalo kwamba linatuletea kheri na thawabu. Tunafurahia kwa sababu ni amri, Mwenyezimungu ametuamrisha kwenye Qurani, akituambia na akimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul bifadli llahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Kwamba kwa ajili ya fadhla za Allah subhanahu wa ta'ala na rahma zake. Fadhla za Allah ni miongoni mwa arzaq, rizqi. Rahma za Allah ni miongoni mwa vile vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anatufanyia. Yale makosa Mwenyezi Mungu anatusamehe, hizi anatusamehe kwa sababu ya rahma aliyokuwa nayo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kwa hiyo uh, alfarhu biramadana, kufurahia kwa mwezi mtukufu wa Ramadan. Kwa sababu gani? shahru ramadana khairu ma yafrahu bihi lmuminu, ni jambo zuri ambalo kwamba mumin anafaa kulifurahia, ni jambo ambalo kwamba mumin likimpata anafaa ampongeza na mwingine na yeye mwenyewe ajipongeze kwa kuwa mwenyezi mungu amempatia umri mpaka kufikia hapo. Asema mwenye kitabu kaifa la tutakosaje kufurahia tutakosaje kupatiana pongezi sisi wenyewe kwa wenyewe, wakad madda allahu fi amarina, na hali ya kuwa Allah ametuongezea katika umri wetu, katika ule mwaka mmoja ambao kama mwenyezi mungu amekuongezea amekupatia fursa ya wewe kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na akatujalia au akakujaalia wewe Mwislamu kuufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani ili uweze kuufunga mwezi ule, na tena iwe ni fursa, liyakuna fursatan lana lirifati darajat, ili iwe ni fursa kwetu sisi kwa ajili ya kupata daraja mbalimbali mbali. Ukifanya jambo fulani Mwenyezi Mungu hmm, anakupatia thawabu, anakuandikia thawabu, anakuinua daraja, miongoni mwa kutekeleza sala, miongoni mwa kusoma Qurani, miongoni mwa kufanya vitu vingi, vingi ambavyo kwamba ndani ya mwezi kama huu inakusababishia wewe kuinuliwa daraja zako, wa ziyadatil hasanati na mama yako yanazidi kufanyaje kuongezeka watilawati layat na pia vilevile, na kusoma baadhi ya aya kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa taala, kama sio kukamilisha Qurani nzima, basi hata baadhi ukawa ni mwenye kusoma Qurani wa duai na pia kuleta dua pindi, uh, unapokwenda kwenye sijda za sala za faradhi ama sala za tarawehe ama nawafili zile ambazo kwamba tunaziswali katika rawatibi za kila siku ambazo kwamba tunazitekeleza. Asema mshairi ya dhalladhi ma kaffahu dhanbu fi Rajab, ikiwa umeshafika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na sana sana alikuwa akiwapatia nasaha wale ambao kwamba wamejisahau katika miezi ambao kwamba haikuwa ya Ramadhani, akasema ya dhalladhi ma kaffahu dhanbu fi Rajab Ewe, yu, ewe ambaye dhambi haikukutosheleza wewe katika mwezi wa Rajab, yani wewe hukutosheka na kufanya dhambi katika mwezi wa Rajab. Hatta asa rabbahu fi shahri sha'ban, mpaka ukiendelea na kumaasi mola wa wako katika mwezi wa sha'ban. Laqad adallaka shahru sawm ba'dahuma Hakika mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kufunga umeshakuingilia, mwezi wa kufunga umeshakufikia, mwezi wa kufunga umeupata wewe sasa, hali ya kuwa uko katika hali hiyo. fala tusayyirhu aidan shahra isyani, basi usiugeuze mwezi wa Ramadhani pia vile vile ikawa ni mwezi wa kuendelea kufanya maasi, baada ya kwamba ile miezi ya nyuma ulikuwa ukifanya maasi huu mwezi angalau, rudi kwa mola wako tubia, muombe msamaha mola wako, muombe istighfar mola wako, ili Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yako. Asema mshairi mbele yake watlul qurana wasabbih fihi mujtahida, na isome Qurani na ukimsabbihe Allah subhanahu wataala katika mwezi huu wa Ramadhani kwa ijtihadi kubwa kando na siku zingine ndani ya mwezi wa Ramadhani, iwe unajitahidi zaidi kufanya nini? Kuleta istighfari, kusoma Qurani na kumsabbihu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Asema, fa innahu shahru tasbih wa Qurani, fa innahu shahru tasbih wa Qurani, hakika ni mwezi wa kuleta tasbihi na ni mwezi wa Qurani. fahbil ala jasadin tarju najata lahu, basi kwa ajili hiyo, beba mema kwa ajili ya mwili wako, beba mambo mazuri kwa ajili ya mwili wako ambapo kwamba utakwenda kuokoka na moto wa jahannam mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ukiuachilia au ukiendelea kufanya makosa, matokeo yake ni gani? fasawfa tadhramu ajsadu biniran Ukiwachilia basi, hiyo siku ya kiyama mili itakwenda kuchomeka vibaya kwa moto wa jahannam, ambao Mwenyezi Mungu amewaandalia mujirimini. Mwenyezi Mungu amewaandalia waliokuwa hawawezi kurudi kwa Allah subhanahu wa taala na kumtaka msamaha. Ndugu yangu Mwislamu, nikimalizia mazungumzo yangu

yasta'iddu li Ramadan, anajiandaa kwa ajili ya Ramadan. fayunira almasajid bilqanadil, ana nawirisha miskiti kwa kuweka ta kwa kuweka miangaza ndani yake kwa kuweka mishumaa ndani yake. wa jamaa an nasu ala salati at tarawih, na Umar ibn al Khattab aliwakusanya watu kwa ajili ya kuswali sala ya tarawih ili kuhuisha misikiti ionekane ibada zinafanywa wakati wa Ramadhani. fakana awwalu man fa'ala dhalika, ikawa Umar ndiye wa kwanza kukusanya watu wakaswali swala ya tarawih kwa jamaa, na hakuna ubaya wowote kwa sababu yuko katika e, ile ruksa ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anawaadhia watu katika hijjatul wadaa, akiwaambia alaikum bisunnati ni juu yenu kushikamana na sunna zangu, wa sunnat alkhulafai rashidin, na sunna za khalifa wema waongofu almahdiyina, adhu alaihi binawajidi ha, hizo sunna zangu mimi na sunna za mahalifa watakokuja baada yangu mimi, basi adhu alayhi bin nawajid, shikilieni hizo sunna kwa meno ya magego. Miongoni mwa mambo hayo Umar ibn al-Khattab alileta tarawihi akawakusanya watu miskitini ili waweze kuswali tarawihi kwa jamaa, lakini pia vile vile, wakati alifanya hivyo, wakati wake ulipofika kuondoka duniani, baada yake alikuja khalifa mwingine, baada yake amekwamba, eh, kuna Uthman alikuja, halafu pia Ali bin Abi Talib radiallahu anhu alikuja khalifa wa Uislamu. Wakati khalifa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alipoingia katika khilafa, mwaka wake wa kwanza e, kufanya e, katika khilafa yake mwaka wake wa kwanza ramadhani ilipoingia, alifanya namna gani? Alitekeleza vile vile Umar ibn al-Khattab alivyofanya nayo ni kunawirisha misikiti na kuweka mishumaa ndani yake, kila mahali pakang'ara, paka na akahuisha, Qurani inasomwa ndani ya misikiti, Qurani inasomwa kwenye tarawehe na watu wakihitimisha Qurani mbalimbali. Faqal, kisha akasema, nawara llahu laka yabna alkhatab. E, Mwenyezi Mungu anawirishe

akitenga muda wake kwa ajili ya kuisoma Qur'ani katika mwezi wa Shaaban na mwezi wa Ramadhan. Na pia vile vile akasema mwingine katika salafu salihin, eh, mualla bin asadin radhiyallahu anhu asema sami'tu mu'tamiran, nilisikia siku moja mtu aliyekuja kufanya eh, umra akisema, kana abi, alikuwa baba yangu mimi yuqidhu kulla man kana fi ddar, alikuwa akiamsha kila aliyekuwa ndani ya nyumba ile ya, ya, ya babake wakati Ramadhani inapoingia, wayaqul, na akiwaambia wale watu ambao kwamba wako kwenye nyumba qumu, simameni kwa ajili ya kufanya ibada fala'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hadha, huenda mkawa hamtopata tena Ramadhani baada ya mwaka wenu huu, hamtopata tena Ramadhani huenda. Kwa hiyo, amkeni na mkafanya ibada, amkeni msome Qurani, amkeni katika qiyamu leili. Basi hivi ndivyo salafu salihina walivyokuwa wakifanya katika ibada zao. Ndugu zangu Waislamu, Ramadhani imetufikia na kila siku, insha allahu taala, tumeanza kukufurahia kwamba Ramadhani imetuingia. Ramadhani tumeipata na Mwenyezi Mungu ametujalia, tuko na siha nzuri. Kwa hiyo kwa ajili hiyo, insha Allahu taala tutakomea hapo na tupatane kwenye kipindi kijacho cha jamvi la Ramadhan. Wajazakumullahu wa khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.